Viongozi wa dunia wamelaani vikali Urusi kwa kushambulia makombora dhidi ya mji wa Sumy, kaskazini mashariki mwa Ukraine, lililotokea Jumapili asubuhi na kuwaua watu wasiopungua 34 huku wengine zaidi ya 100 wakijeruhiwa. Hii ni mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi tangu kuanza kwa vita maeneo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump alilitaja tukio hilo kuwa ni jambo la kutisha na kosa kubwa mno. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, makombora mawili ya masafa marefu yalilenga katikati mwa jiji hilo lililo karibu na mpaka wa Urusi. Shambulizi hilo lilijiri siku mbili tu baada ya mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve Witkoff kusafiri kwenda Urusi kukutana na Rais Vladimir Putin, kwa lengo la kuendeleza juhudi za Trump za kusitisha vita hivyo vya zaidi ya miaka mitatu. Wakati huo huo, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alimtaka Trump kufika Ukraine ili ajionee mwenyewe uharibifu unaosababishwa na uvamizi wa Urusi. Zelensky alisisitiza kuwa shambulizi hilo lilitokea katika Jumapili ya Matawi almaarufu kama Palm Sunday, siku muhimu kwa Wakristo. Idara za huduma za dharura zilisema kuwa miongoni mwa waliouawa ni watoto wawili na waliojeruhiwa walifika mia moja kumi na saba wakiwemo watoto kumi na watano. Watu walikimbia kujificha, huku magari yakiteketea kwa moto na miili ikiwa imetazamwa chini. Majengo ishirini ya kiwemo yakiwemo chuo kikuu, majengo matano ya makazi, mikahawa, maduka na mahakama ya wilaya vilevile yaliharibiwa. Kevin Sewe, Mwanzo TV.